Lakini jumla ya wabunge 18 kutoka bunge la kitaifa na lile la Seneti wameorodheshwa kuongoza maridhiano baina ya mabunge hayo mawili kuhusu idadi ya fedha zitakazotengewa magatuzi katika mwaka wa kifedha 2025 2026 Ni baada ya mabunge hayo kukosa kuafikiana, huku bunge la kitaifa likipendekeza shilingi bilioni 405 Seneti kwa upande wake inataka kaunti zipewe shilingi bilioni 465 Ibrahim Karanja anatuarifu zaidi. Bunge la kitaifa linapendekeza kaunti kupewa jumla ya bilioni mia nne na tano katika mwaka wa kifedha elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita kima kinachopingwa na seneti inayotaka idadi hiyo kuongezeka hadi bilioni mia nne sitini na tano Kwa msingi hiyo kamati ya wabunge 18 imetajwa tisa kutoka kwa kila bunge ili kuafikiana kima kitakachotengewa magatuzi. Lakini hata kabla ya kamati hiyo kuanza vikao vyake tayari kuna ishara kuwa vitakuwa ni vikao vya kutoa na kijasho kijasho wawili we'll we'll no, hao wakisisitiza kuwepo kwa sababu ya mabunge yao kukwama katika kima walichokitaja. Because for instance, if you went for a figure of 465, it means you have got to get another 60 billion shillings. That is not there. given the revenue projections that we have and given the reality of things in our economy as they are today. so the issue of resources not being sufficient is a constant that will always be there throughout the years there'll never be a time that we'll be told

Uh, additional levies, like the housing levy and uh, share contributions. Hata hivyo, mabunge haya yanapokaza kamba na kusistizia misimamo yao mikali, wasiwasi mkubwa upo katika hatma ya operesheni za county. Ni mjadala unaotarajiwa kutokota katika majukwaa ya kisiasa nje ya bunge. Tayari kinara wa ODM Raila Odinga ametaja kuunga mkono nyongeza zaidi ya fedha kwa magatuzi.

Mswada wa ugavi wa fedha unapotishia kukwamisha shughuli kwa mara nyingine ni wazi kwamba taifa linakabiliwa na changamoto ya kusawazisha hali ngumu ya kifedha na mahitaji yanayoongezeka kutoka kwa serikali za kaunti. Mvutano wa mwaka huu ukiashiria tena tofauti za majukumu ya kitaifa na yale ya ugatuzi. Kwa sasa washikadau wanasubiri kuona ni kiasi kipi kitakachoafikiwa na kamati ya upatanisho. Ibrahim Karanja,